Bwana bali na karibu tena Maujanja Zone leo. Uh, tutakuwa tuna mwendelezo wa vipindi vyetu vya AI na tunaendelea kujifunza masuala ya AI na kutengeneza kizazi ambacho kinanufaika na, uh, na, na ujio wa teknolojia hizi za AI. Basi uh, ni mafunzo ambayo yanaendelea kwenye group letu la WhatsApp na siku ya leo tutakwenda kujifunza kuhusiana na prompt engineering, moja kati ya somo na kozi zenye uhitaji sana katika ulimwengu wa sasa hivi na ni elimu ambayo kwa kawaida huwezi ukaipata kwingine kote, bali siku ya leo utakwenda kujifunza hapa kwa lugha rahisi sana ya Kiswahili. Uh, kawaida, unajua maelekezo ambayo tuna tunaongea na AI ama tunayapa kwenye AI yale maelekezo ambayo tunataka kazi fulani ifanyike kwa namna fulani, uh, kitaalamu tunayaita prompt. Lakini unafahamu kwamba hizi sasa prompt hizi Uh, zinaweza kuwa za kitaalam ama inaweza ikawa ni prompt ya kawaida ambayo ni mtu asiyefahamu elimu hii anaweza kama anazungumza na AI. Sasa uh, leo tutajifunza kwa undani kabisa kuhusiana na prompt engineering ili uweze kupata matokeo bora zaidi pale ambapo unatumia AI maarufu, kwa mfano unavyotumia ChatGPT uh, lakini pia unapotumia AI zingine kama Gemini na AI tofauti tofauti mfano za kutengeneza video kama hii ambayo ni maarufu na tunaifahamu hii ya VEO3, lakini pia tutakwenda kujifunza na kufahamu tools zingine ambazo zinaweza zikakusaidia kwenye maswala mbalimbali. Kwa hiyo, kawaida mtu ambaye hafahamu elimu hii ya prompt engineering, anaweza kukawa ni mtu ambaye anatumia AI. Uwezo ule wa AI anautumia kwa asilimia chache sana, naweza nikasema akijitahidi sana ameitumia AI kwa asilimia kumi. Yaani uwezo wa AI wote yeye anatumia asilimia kumi tu. Kwa nini nakuwa hivi? Hii ni kwa sababu hajui namna ya kuzungumza na AI. Lakini mtu ambaye anafahamu AI vizuri inavyofanya kazi mtu ambaye amejifunza vizuri prompt engineering, yeye ana uwezo wa kutumia uwezo kamili wa AI mpaka asilimia themanini hadi tisini na tano. Kwa hiyo natumaini na wewe utakuwa ni mmoja wa watu ambao watakuwa wakitumia AI kwa uwezo wake kamili siku ya leo, baada ya kuwa umetazama video hii. Sasa kwa nini nasema hivi? Kwa sababu mtu ambaye ni wa kawaida hafahamu elimu ya Prompt Engineering. Anakuwa anaiuliza AI maswali ambayo kwanza kwa upande wa AI yanakuwa hayajanyoka, ni maswali yasiyoeleweka vizuri, lakini pia uh, hupata majibu ya kawaida kwa sababu maswali yake ni ya kawaida, na majibu anayoyapata ni ya kawaida, na majibu yanakuwa hayajikita na hayana mwelekeo kamili lakini kawaida, na, na wewe utakuwa ni shahidi inawezekana kuna wakati unaambia una, una, una kitu AI inafanya lakini bado huliziki na yale matokeo, unaendelea ku, kuandika prompti zingine unaandika, unajaribu kuboresha. Kwa hiyo hiyo ni ishara mojawapo ya kwamba unahitaji kujifunza namna ya kuwasiliana na AI, unahitaji kujifunza na kuelewa AI inafanyaje kazi, inanileteaje majibu ninayoyataka? Ndio maana prompt engineering sorry, ndio maana prompt engineering iko mahali hapa. Kwa hiyo unaweza kuandika maelekezo yenye mwelekeo sahihi, na ziko tekniki mbalimbali leo utakwenda utakwenda kujifunza, na zitakusaidia sana pale ambapo unakuwa unatumia AI kwa kazi zako zingine zozote zile. Kwa hiyo uh, huo uh, ni utangulizi na ni kufahamisha tu kwamba mimi binafsi uh, nimefundisha watu kwa zaidi ya miaka mitano, na kwa sasa elimu ambayo ina umuhimu sana kwa kila kijana, kila mtu, yani kwa walika lote ni hii ya masuala ya AI pamoja na prompt engineering, kwa sababu itakupa nafasi wewe ya kuzikamata zile fursa zozote ambazo zinazaliwa, kwa sababu sasa hivi tupo kwenye uh, ujio huu yani to, tuko kwenye kipindi cha mwanzo sana cha maendeleo haya ya AI. Kwa hiyo elimu hii itakupa nafasi ya kuzikamata fursa pale ambapo zinazaliwa mwanzoni kabisa mwa teknolojia hii ya AI. Kwa hiyo tukianza kabisa uh, tujifunze sasa prompt engineering. Okay. Siku ya leo katika somo hili tutajifunza uh, module mbili tu uh, ambayo ni foundation, tutakwenda kuona, kwa sababu uh, somo la prompt engineering hii ni sayansi ambayo ina ina vipengele vingi sana uh, lakini nime nimevunja masomo haya katika sehemu uh, mbili ambazo tutakwenda kusoma siku ya leo. Kwa hiyo moduli zingine zilizobaki Uh, tutakwenda kuzimalizia wakati mwingine tunavyoendelea na vipindi vyetu. Siku ya leo tutakwenda kusoma topic ama moduli mbili tu, ya kwanza tutakwenda ku kuona foundation ya prompt engineering pamoja na co prompting techniques. Kwa hiyo tukianza kabisa na moduli ya kwanza ya foundation of prompt engineering, tuta vitu ambavyo tutakwenda kuviona ni kama ifuatavyo: kwanza, tutaenda kutizama na kuangalia prompt engineering ni nini lakini pili, tutakwenda kutizama na kuangalia LLMs ni nini. LLMs tunamaanisha kwamba large language models. Lakini pia uh, katika kipande cha pili ambacho tumekisema kwamba ni co-prompting techniques, tutakwenda kuona uh, aina mbalimbali mbali. Hapa ndiyo sehemu ambapo ni ya msingi sana, kila uh, mtu ambaye anatamani kujifunza masuala ya AI anatakiwa akizingatie. Kwanza tutakwenda kufahamu tekniki mbalimbali mbali za kuwasiliana na AI. Hizi zinafahamika kama, kwanza kuna itakubidi ufahamu hizi aina za prompt ambazo ni zero shot, one shot, few shot prompting. Lakini tekniki hizi ni za muhimu. Kwanza ni instruction based prompting. Lakini pili ni role prompting, na hii nyingine ni chain of thought au COT prompting, na hii react prompting ama reason And acting prompting. Kwa hiyo tutakwenda kuanza sasa um, moduli ya kwanza katika moduli zetu za in, prompt engineering koo, kwa kwanza kabisa tukianza na foundations of prompt engineering, tutakwenda kujifunza prompt engineering ni nini hasa. Kwa hiyo tuki tukifafanua prompt engineering, tunasema ni mbinu ya kuandika maelezo bora kwa AI ili atoe majibu sahihi na yenye maana. Sasa prompt nzuri inaleta majibu ya kiwango cha juu, yaani kuzungumza vizuri na AI kutakupa majibu yenye kiwango cha juu, na utakuwa ni mtu ambaye matokeo yako yanatofautiana na mtu ambaye hajui kwaho. Wakati prompt isiyoeleweka inasababisha matokeo ambao ni mabaya na yasiyo ya, ya. Sasa hizi utakuwa ni mtu wa kurudia kila wakati, unarudia unaandika, unaandika hicho, kama ni AI ya kutengeneza picha utakuwa ni mtu ambaye unaandika kila wakati, unaona picha haiji vizuri. Lakini ukijifunza prompt engineering utakuwa ni mtu ambaye unaandika, na huhitaji kuandika mara kwa mara, kwa sababu prompt yako itakuwa inajieleza na imejitosheleza. Lakini tunaweza tukaona mfano hapa wa prompt mbaya. Mtu labda anaweza akawa ameandika labda uh, general ameandika niandikie kitu kuhusu biashara ama umeandika prompt unasema nipe mawazo kuhusu content au unaiambia AI ieleze kuhusu AI. Prompt kama hizi uh, kwenye sifa za prompt bado inakuwa haina uh, zile sifa na haijatumia mbinu ambazo utakwenda kujifunza hapa, na matokeo yake AI itakuletea majibu, lakini ni tofauti kabisa kama utatumia mbinu. Sasa tuone mifano ya prompt nzuri. Kwa mfano hapa umeandika niandikie scripti ya video ya sekunde sitini inayohamasisha vijana kuanzisha biashara kwa kutumia mtaji wa chini mwana ni tofauti kabisa na kama utaandika ile prompt ya kwanza ambayo ambao umeandika zikana tu niandikie kuhusu biashara vijana na we. Lakini ukishakuwa umekuwa specific na umetumia mbinu mbalimbali mbali, tayari majibu ya kwenye prompt kama hii yatakuwa yana nguvu tofauti na majibu ya kwenye prompt ya kwanza lakini sasa tunaweza kuendelea kujifunza kwenye moduli yetu ya Foundations of Prompt Engineering, uh, na kuelewa nini maana ya hizi tunaziita large language model. hizi LLMs ni aina ya AI ambazo zinafunzwa kwa mamilioni ya maandishi kutoka mtandaoni pamoja na kwenye vitabu, lakini pia na makala mbalimbali, ili ziweze kuelewa lugha ya binadamu na kujibu maswali kwa usahihi. Sasa uh, kama unapata picha hapa, ni kwamba ziko AI za aina nyingi. Sasa hizi LLMs ni AI ambazo zenyewe zinafundishwa kutoka kwenye data mbalimbali mbali. yaani zinafundishwa kwenye tovuti na taarifa na makala mengi ambayo yanapatikana mtandaoni, na inawezeshwa na inapewa uwezo wa kuelewa na kuzungumza na binadamu. Na tukijaribu kuangalia mifano hapa, mfano halisi ni hizi Uh, AI kama ChatGPT, Claude, Gemini na hizo zingine. Uh, ni AI ambazo unaweza ukaanzisha mazungumzo conversation, lakini mara nyingi zinaweza kuzungumza na sisi kwa mfumo wa text. Ni tofauti na zile za picha. Hizi AI zinakupa maandishi kama output. Na AI hizi zinakuwa zimefundishwa kwa kutumia data nyingi ambazo zilikuwa zinapatikana mtandaoni lakini pia zimefundishwa kwa vitabu mbalimbali ili kuhakikisha kwamba zina taarifa za kutosha zinapokuwa zinazungumza na watu. Kwa hiyo zina uwezo wa kujibu maswali, kuandika maandiko, machapisho mbalimbali mbali. Lakini pia hata uh, tunasema inaweza kusaidia kwenye utafiti mbalimbali pamoja na kutafsiri vitu mbalimbali mbali. Lakini sasa tuje kwenye moduli yetu ya pili ambapo ndio somo limebezi hapa na tutajifunza vitu vingi. Ambapo tutajifunza co prompting techniques, mbinu mbalimbali za prompting. Sasa tulisema kwanza kabisa, tutajadili na kuona nini maana zero shot, one shot, few shot prompting, tukianza kwanza na zero shot prompting, uh, hii tunasema ni hapa unakuwa AI inatakiwa kujibu uh, bila mfano wote. Kwa hiyo inawezekana uh, unatumia zero shot prompting bila wewe kujua, unaiandikia AI prompt ama maelezo ambayo anavyokujibu anakuwa kuwa hakujibu bila mfano wala bila maelezo mengi. Lakini one shot prompti, hii hapa ni prompti ambayo mara nyingi inakuwa na mfano kuanzia wewe jinsi unavyotoa unamweleza una kwamba kuna kitu unahitaji, lakini sasa kwenye maelezo yako ya kitu ambacho unakihitaji unaweka na mfano kwamba kuna kitu nimekutana nacho kama hichi unaeleza, ukishaeleza tayari hii ina inakuwa ni aina ya prompt ambayo inaitwa one shot prompt. Unampa mfano pamoja na prompt yako kile unachokitaji kutoka kwenye ule mfano ambao umempa. Few shot prompt, unaweka mifano kadhaa, kuna mifano mingi unakuwa unaiweka, tofauti na one shot ambayo inakuwa ni mfano mmoja. Sasa mfano wa uh, wa kila aina hizi ambazo tumejadilia hapa juu, mfano kwenye zero shot unamwambia tuandika barua ya kuomba kazi ya walimu, lakini one shot unamwambia mfano, unaweka sasa ile uh, mfano wa barua, unaanza hapo kama barua ilikuwa imeanza, naitwa Neema, nimezali nimeimaliza ualimu na hivyo na hivyo, afa baadaye unampa sasa prompt yako, andika nyingine kama hiyo. Hiyo ni aina ya prompt ambayo pia matokeo yake ni tofauti na ile ya kwanza, kama ungemwambia tu andika barua kwamba ninaomba kazi ya ualimu. Lakini few shot prompting, unaweza ukampa sasa mifano mitatu, unaweza ukaiambia AI kuna barua hizi tatu unampa barua tofauti tofauti, na yeye sasa baadaye unampa prompti aandike barua yako kwa kutizama ile mifano. Kwa hiyo matokeo ambayo utayapata kutoka kwenye hii few shot prompting, hii aina ya tatu, ni tofauti na matokeo ambayo utayapata kutoka kwenye aina hii ya pili, na ni tofauti na matokeo ambayo utayapata kama hutoweka mifano kabisa. Kwa hiyo uh, kama mtu ambaye unafahamu sasa, unaweza ukajaribu aina hizi za prompti kwanza, unaweza ukajaribu na ukaona matokeo hayo. Lakini tukiendelea na moduli yetu ya pili ya prompting techniques, tutakwenda kuona aina hii ya pili ambayo inafahamika kama instruction based prompting. Instruction based prompting yenyewe ni prompt inayompa AI maagizo ya moja kwa moja ya kufuata, yaani maagizo ya nini AI afanye. Sasa tuki weka mfano hapa mtu uh, ambaye hajui kabisa prompting anaweza akaiambia AI kitu cha kawaida kabisa labda tuseme hapa, ah, mtu huyu anaiambia AI kwamba nieleze kuhusu VEO3. Tuandike hapa, mwona. Kwa hiyo prompti kama hii Uh, kwa mtu ambaye hafahamu of course ni prompt nzuri, na AI itakuwa kama hivyo inasearch, na itakuletea matokeo. Umeona kama inavyoleta hapa matokeo na inakueleza vipengele mbalimbali mbali kuhusiana na VEO 3. Sasa kwa mtu ambaye anafahamu, uh, prompt engineering, na atatumia hii mbinu ya pili ambayo nimekueleza kuhusiana na instruction-based, uh, prompting, yeye uh, prompt yake inaweza ikawa ya tofauti kabisa. Labda tuangalie hapa. Okay, yeye anaweza akaandika sasa mfano wa prompt nzuri, akaandika eleza kwa hatua tano jinsi ya kutengeneza video ya sekunde 60 kwenye VEO3 kwa lugha rahisi ya Kiswahili. Na tumaini tayari unaona utofauti kwa mtu ambaye ataandika prompt kama hii. Uh, tayari ni kwamba matokeo atakayoyapata ni ya tofauti na yule mtu ambaye ameandika tu nieleze kuhusu VEO 3. Kwa hiyo labda tujaribu mfano mmoja hapa, tujaribu tena kuandika prompt sasa ya mtu ambaye uh, amejaribu kutumia mbinu hii ya instruction. Unamweleza AI kitu halisia, yani maelezo halisia ambayo wewe unahitaji, na ukiona hapo umemwambia hatua, yani ndio instructions zenyewe, unataka hatua za Uh, mtu ambaye anahitaji kufahamu na kutumia AI lakini pia umeweka lugha kwamba unahitaji kufahamu kwa lugha ya Kiswahili, na umehitaji muda wa video kwamba video iwe na dakika iwe na sekunde sitini. Lakini unaona hapo, hata AI ilivyokueleza, imekueleza vizuri kwa mfumo wa hatua, unaona inakueleza hapo hatua uh, hizi na vipengele vyote kirahisi kabisa, kwa hiyo hapo unakuwa umetumia mfumo wa instruction kumweleza AI vizuri nini unataka. Na tukija kwenye mfano wa prompt ya pili, kwa mfano hapo amemwambia tengeneza maelekezo mafupi ya kutumia VEO3 kama mwalimu wa shule ya sekondari. Umeona ukimwambia hivi, tayari anachokifanya ni tofauti na kile alichokifanya hapa juu, na tumaini unaona utofauti ukiandika nieleze kuhusu VEO3 lakini hapa chini ukamwambia uh, tengeneza maelekezo mafupi ya kutumia VEO3 kama mwalimu wa shule ya sekondari, tayari matokeo yanakuwa ni ya tofauti. Sasa tukiendelea hapa na aina hii ya tatu ya ama mbinu ya tatu ya prompt engineering kwa uh, uh, kawaida hii ndiyo mbinu ambayo mimi binafsi ninaipenda sana kwa sababu matokeo yake ni ya kushangaza wakati wote, yani ni matokeo ambayo yanaifanya AI ipambane kukuletea majibu yenye kuleta matokeo. Basi, role prompting ni nini? Hapa unampa AI nafasi uh, au tabia ya mtu fulani afanye kazi kama vile ni mtu fulani mwenye ujuzi maalum. Yaani unaipa AI nafasi sasa ifikirie kama mtu fulani. Ni tofauti kabisa na kama utaiuliza tu AI maswali lakini Hujaipa nafasi kama hii mbinu ambayo inaitwa role prompting. Kwa hiyo tutaweka mfano hapa. Umemwambia nieleze kuhusu biashara ya simu. Prompt hii ni nzuri lakini unauwezo uwezo kuifanya uh, matokeo ya prompt kama hii yakawa mazuri zaidi. Ni kuonesha sasa mfano wa prompt nzuri na matokeo yake yatakuwa ni mazuri zaidi. Anaweza kakueleza vitu vingi lakini matokeo yake yatakuwa tofauti na mtu ambaye atatumia mbinu hii ya tatu. Ambayo inaitwa role prompting. Mfano sasa mtu akaweka hapo, anakuambia act as a marketing expert in dar es salaam, toa njia tatu za kuuza simu za mkononi kwa mafanikio kupitia whatsapp. Umeona, yaani mbinu ni kumpa uh, ai nafasi unamwambia uh, act kama yeye ni mtaalamu wa masoko, alafu nawambia sasa nieleze kuhusu biashara ya simu kupitia mitandao. Anaweza ku kusaidia kutangaza biashara kupitia mtandao. Kwa kama una biashara unavyouliza maswali unaweza ukampa kazi sasa. Hebu hebu hebu fanya kama wewe ni mtaalam ama mzoefu wa biashara, labda unaweza ukamwambia kwamba. Umeona hii prompt ya tatu, unasema act as a Swahili speaking digital mentor, toa mafunzo mafupi kwa vijana kuhusu ChatGPT kwenye biashara. Kao atakupa maelekezo namna kutumia ChatGPT kwenye biashara lakini atakuwa ni mtu, uh, atakuwa ni kama mtu ambaye ana uzoefu wa hiyo sekta, atakushauri vitu vingi sana, uh, akiwa amebezi kwenye hiyo uh, sekta ambayo umemtajia. Kwa hiyo kama utamwambia act kama mtaalamu wa kilimo alafu ukampa swali lako, itakuwa ni tofauti kabisa na kama utaitumia AI bila kuipa role. Kwa hiyo hii hiyo ni mbinu uh, nzuri sana na mbinu hii ni moja kati ya mbinu maarufu ambayo watu wengi ni mwana wanatumia kwenye kazi yoyote ile. Unaweza ukajaribu kuandika kitu cha kawaida lakini pia kwenye kuandika ukajaribu kumpa AI lol. Utaona matokeo yake yanakuwa ni matokeo bora sana na jinsi anavyokushauri uh, utakwenda kuona utofauti kabisa. Kwa hiyo tukiendelea na call prompting techniques, hapa tunaona uh, tekniki ya nne ambayo tunaita chain of thought ama COT prompting, na hapa kawaida unamwelekeza AI kufikiri hatua kwa hatua baada ya kutoa tujibu moja kwa moja kwa haraka yani, una, una mguide kwamba sababu AI inaanza kwanza kufikiria ndio ikupe matokeo. Kwa hiyo kuanzia kwenye kufikiria mpaka kwenye kupa matokeo itakuwa ni katika mfumo wa hatua. Mfano unataka kuanza biashara, hizi ni moja kati ya vitu ambavyo tekniki hii inaweza kukusaidia ili AI ikupe hatua hatua kwa hatua. Mfano hapa unamwambia mtu unamwambia AI eleza biashara rahisi. Ni tofauti na kama utakuwa umeieleza AI kwa kutumia tekniki ya kuieleza na kupata majibu ya hatua kwa hatua. Mfano umeweka prompt hii ambayo ni nzuri, eleza hatua kwa hatua jinsi kijana wa kawaida anaweza kuanzisha biashara ya vocha ama biashara ya simu mtandaoni, na ukamweleza kabisa na mtaji wako. Lakini ki hapa ni, ni kwamba umetumia ya chain, kwamba umemwambia aeleze hatua kwa hatua, lakini umeendelea kutoa instruction kama tulivyoona kule mwanzo kwamba kuna mbinu ya kutoa maelezo, unatoa maelekezo ya nini unataka lakini pia unamwambia AI hatua kwa hatua afanye nini. Lakini pia unaweza kutoa hapa mfano mwingine, fafanua hatua kwa hatua sababu kwa nini AI inaweza kusaidia wanafunzi wa vyuo kutengeneza vipato. Umeona, hiyo ni hatua kwa hatua. Kwa hiyo kulingana na kile ambacho nakihitaji AI kufanyie Hakikisha unatumia mbinu mbalimbali, unaweza ukaiambia ikueleze hatua kwa hatua na maelezo mbalimbali mbali. lakini pia uh, uh, hii ya tano ni tunaita react prompting, ambao kwa kifupi inajumuisha reason and acting. Hapa unamwambia AI afikirie kwanza kisha achukue hatua, kwa hiyo unampa maelekezo na mwongozo kwamba afikirie. Unajua AI inafanya kama jinsi ambavyo utaieleza, kwa hiyo ukiipa Uh, maelekezo ya kufikiria ina maana itafikiria, lakini pia itakupa majibu yenye ubora tofauti na mtu ambaye hajaiambia AI kwa kutumia mbinu hii ya kufikiria kisha afanye. Uh, tumetoa mifano hapa ya prompt nzuri. Uh, mfano mtu umeandika fikiria kama mjasiriamali, tayari prompt hii ina kitu cha tofauti kabisa na mtu ambaye hajatumia mbinu hii. Ukishasema tu fikiria kama mjasiriamali, AI ita, itakuwa na muda wa kutafakari na kuchukua hiyo role na itatathmini. Kwa mfano anakuambia fikiria kama mjasiriamali, tathmini changamoto tatu zinaweza kukumba wafanyabiashara wa mitaani, kisha toa suluhisho moja kwa kila moja. Umeona, tayari inakuwa hivyo. Kwa hiyo uh, mifano hii na mbinu hizi una uwezo wa kuzitumia zote kwa pamoja, ama unaweza kutumia mbinu moja kulingana na kile ambacho unakikusudia kukipata. Kwa hiyo unaweza ukatumia Uh, ili ambayo nimekwambia, mimi binafsi ninaipenda ya lol. Unaweza ukampa AI lol kwamba fanya kama wewe ni mtu fulani kwenye sehemu fulani, na kisha uh, ni shauri, ama unaweza ukatumia na hii ya mwisho, fanya kama uh, mfanyabiashara mwenye mafanikio ama mfanyabiashara mwenye uh, uzoefu wa zaidi ya miaka kumi na ufikirie kuhusiana na changamoto ambazo mtu anaweza kukutana nazo pale anapoanza biashara. Kwa hiyo unaona itakuwa inakueleza pia, unaweza ukaongezea hapo ama nieleze hatua kwa hatua vitu gani nifanye. Muone, kwa hiyo unavyokuwa una apply hizi technique hizi mbinu, inakuhakikishia matokeo yako ya vile vitu ambavyo unavipata na jinsi unavyoitumia AI itakuwa ni tofauti na mtu ambaye afahamu na kutumia haya mambo. Kwa hiyo uh, mpaka kufikia hapo uh, hizo zitakuwa ni uh, tekniki zetu ambazo tumejifunza siku ya leo na tumejifunza moduli mbili uh, somo la prompt engineering ni pana na litatuwezesha kuelewa AI vizuri lakini pia kuelewa namna gani tunakwenda kuzungumza na AI. So in summary tulichojifunza na mbinu ambazo tumejifunza kwanza ni instruction-based prompting, kuongea kwa kuipa AI maelezo kamili lakini pili tumejifunza role prompting, kuipa uh, AI nafasi ama tabia ya mtu ili akushauri vizuri. Ukimpa nafasi anakushauri vizuri, tofauti na ukiomba tu ushauri ovyo ovyo bila kumpa nafasi, utofauti upo kabisa. Lakini pia react prompting, tutakuwa tukimpa nafasi ya kufikiria, na pia chain of, uh, thought atakuwa kiyapanga mawazo haya katika mfumo wa chain. Kwa hiyo guys, kama nilivyosema, haya ni mafunzo ambayo yanaendelea kwenye magrupu yetu ya WhatsApp na nataka tukijifunza vitu vingi sana na tukihakikisha kila mmoja ananufaika na AI na zaidi, namna gani tunaweza kuitumia AI kutengeneza kipato kupitia mitandao. Lakini sasa kama unavyoona, ili uweze kutumia AI kutengeneza kipato mtandaoni, huwezi ukana tumia AI kama hata jinsi unavyozungumza nayo AI. Uh, bado una changamoto tayari, changamoto hii itakupa shida, kwa hiyo na ndio maana moja kati ya masomo ya ya foundation ya misingi sana na unayahitaji ni pamoja na namna kuzungumza na AI, yani prompt engineering. Ina maana ukishaelewa namna halisi ya kutumia na kuandika prompt zako, hata atakapofikia wakati sasa unajifunza uh, AI mbalimbali ambazo zinaweza zikakusaidia kuingiza pesa, hatua mbalimbali, uchanganye AI ipi na ipi ufanye nini inakuwa ni rahisi pale itakapokubidi kutumia AI, unazungumza na AI kirahisi na unapata matokeo bora, na unakuwa ni hata kama unatengeneza content ya mama uzui mtandaoni, vitu vyako vinakuwa vya tofauti kabisa na watu wengine. Kwa hiyo kama utapenda, basi kuna linki zote hapo chini, lakini pia linki ya grupu itakuwepo hapo chini kwenye maelezo, lakini pia iko mifano ya prompt zote ambazo ni nzuri na mbaya pia nitakwenda kukupatia hapo kwenye maelezo chini. Basi mpaka kufikia wakati mwingine, nashukuru kwa kuendelea kuwa nami. Hakikisha umesubscribe na kuendelea kufuatilia video zetu.